Chozi la heri kimeandikwa na Assumpta K. Matei. Sura ya kwanza. Ridhaa alisimama kwa maumivu makali, mikono kairudisha nyuma ya mgongo wake uliopinda kwa uchungu, macho yake yaliyotanda ukungu alikuwa akayatunga juu angani, akitazama wingu la moshi lililojikokota kwa kedi na mbwembwe, wingu lililomnyesha na kumkumbusha ukiwa aliozaliwa nao na ambao alihofia kuwa angeishi na kuzikwa kwao. Mara aligeuka akawa anatazamana na ana kwa ana na tanuri la moto ambalo lilikuwa linaliteketeza jumba lake la kifahari huku likimfanyia tadi kana kwamba linamhakikishia kuangamia tena kwa nguvu zaidi. Sasa anakumbuka vyema. Anakumbuka kupepesa kwa jicho lake la kulia kwa muda wa wiki mbili mtawalia. Anakumbuka anguko ambalo alianguka sebuleni mwake akatafuta kilichomfanya kujikwaa asikione anakumbuka mavune yaliyouandama mwili wake na kuunyong'onyeza kwa muda hata pasi na kuudhili kwa kazi yoyote ya haja. Anakumbuka jeshi la kunguru lililotua juu ya paa la maktaba yake ya nyumbani adhuhuri ya juzi ile. Anakumbuka mlio wa kerengende na bundi usiku wa kuamkia siku hii ya kiama. Milio hii ndiyo iliyomtia kiwewe zaidi, kwani bundi hawakuwa wageni wa kikaida katika janibu hizi. Anakumbuka akimwambia Teri, mke wake, milio hii ni kama mbiu ya mgambo, huenda kukawa na jambo. Teri, kwa ucheshi wake wa kawaida, hakunyamaza we, nawe huishi kufanya tumbo moto kila jambo kwako lazima liwe na kiini. Utakuja kujitia fadhaa bure. Nashangaa vipi, daktari mzima hapo ulipo unajishughulisha na mambo ya ushirikina? Si wewe unayeniambia kila siku kuwa ni muhimu kuikwangura sagamba hiyo ya mielekeo ya kijadi ambayo inayafililisha maendeleo? Na hata kukawa na jambo, what can you do? Mlaani shetani, alisema Terry, huku akiendelea na shughuli zake kana kwamba hajasema lolote. Kisha akamgeukia mumewe tena na kusema, si wewe unayeniambia kila mara kwamba hata mtu akijitia wasiwasi vipi hawezi kuongezea hata pima moja katika maisha yake? Akaendelea Terry kwamba liandikwalo ndilo liwalo, since when has man ever changed his destiny alimalizia Terry ambaye alipenda kuchanganya ndimi anapozungumza. Ridha akamwambia, wewe endelea kupiga hulu tu lakini utakuja kuniambia. Laiti Ridha angalijua kwamba hii ndiyo iliyokuwa mara yake ya mwisho kuzungumza na mpenzi, na mpenzi mkewe angalikamia kutumia kila sekunde ya dakika za uhai zilizokuwa zimesalia kumuuliza mkewe maswali haya ambayo sasa yameivamia akili yake. Machozi yalifurika machoni yakayaziba na kuulemeza uwezo wake wa kuona. Moyo wa Ridhaa ulipiga kidogo ukataka kumwonya dhidi ya tabia hiyo ya kike ya kulia pindi mtu akabiliwapo na vizingiti ambavyo ni kawaida ya maisha ukamkumbusha maneno ya marehemu mama yake siku za ujana wake. Ridhaa mwanangu, mwanamume hufumbika hisia. Machozi ya mwanamume hayapasi kuonekana hata mbele ya majabali ya maisha. Huku ni kujiumbua. Hasa, unyonge haukuumbiwa, majimbi ulitunukiwa makoo. Angesema bibi huyu ambaye alikuwa kabugia chumvi ya maisha akarishai Leo hii Ridhaa hakujali la mama wala la baba. Alisukuma kekevu moja kuu ambayo ili, ilichimbua milizamu ya machozi iliyoshindana kufanya njia nne nne kwenye mashavu yake yaliyozimiliki sharafa za ndevu. Alijihisi kama mpigana masumbwi aliyebwagwa na kufululiziwa makonde bila mwombezi. Hata hivyo Ridhaa hakuhitaji mwombezi wala mwamuzi katika kitali hiki, alisalimu amri, akayaacha machozi yamvamie, ya, ya chakavu ya utakase ndani wake ambao ulikuwa unatuta na kutoa usaha kwa kuvunjikiwa. Katikati ya mito hii ya machozi, Ridhaa aliileta picha ya maisha yake mbele ya kipaji chake. Alijiona akiamka asubuhi ambayo ilizaa usiku wa jana, usiku ambao ulitandaza kiza katika maisha yake. Kwa mbali alianza kuisikia sauti ya mke, mkewe ikilia kwa kite, uui uui uu, uu, uu, jamani tusaidieni, uui uui, mzee Kedi usituue, sisi tu majirani maskini, wanangu maskini, mume wangu. Anakumbuka akisikia mlipuko mkubwa kisha kushikwa na uziwi wa muda uliofuatwa na sauti nyingine ya mkewe, yamekwisha kumbuka. Hii ilimpa kuzimia. Alipozinduka, alijipata kalala kando ya gofu la jumba lake lililokuwa linafuka moshi. Alijaribu kuinuka na kujikongoja. Kwa maumivu, alitembea tata hadi kwenye shamba lililokuwa karibu na jumba lake la kiunzi, hasa cha jumba aliyainua macho yake akatazama visiki vya mahindi vilivyoutwaa weusi wa mashizi kutokana na dhuluma ya moto. Akapaza sauti na kusema, familia yangu na mali yote hii kuteketea siku moja! Bila shaka hili ni zao lingine la husuda. Ridhaa alirudi nyumbani na kusimama katikati mwa chumba ambacho yeye na aila yake walikuwa wamekitumia kama sebule kwa miaka na mikaka. Chumbani humu ndimo kilio cha kwanza cha kilaika kifungua fungua mimba wao kilipoanikiza, miaka thelathini iliyopita. Ridhaa anaikumbuka siku hiyo vyema. Alikuwa amesafiri kwa shughuli za ujenzi wa taifa, kama alivyoziita safari zake za kikazi. Uchungu wa mwanagenzi ukawa haujui simile ukabisha hodi naye Mwangeka akazaliwa. Hakuna aliyejua kuwa miaka thelathini baadaye mwana huyu ndiye angebakia kumkumbusha Ridhaa kuwa alikuwa na familia. Mwangeka, alisema Ridhaa kupitia kwenye sauti ya mawazoni mwake. Kumbe wewe ni sawa na yule Mwangeka wa kihistoria ambaye kivuli chake kikitembea siku zote mbele yake, ambaye mwili wake ulikuwa kaka tu, roho yenyewe iliishi nje ya kaka hili kwa kutotaka kudhibitiwa. Umewezaje kunusurika? Kumbe huo wadhifa waliokupa wa kwenda kudumisha amani katika mashariki ya kati umetokea kuwa mwongofu wako. Maskini Lili, mkaza mwanangu umekuwa kama jani lililopukutika msimu wa mchipuko. Umetoweka katika ulimwengu huu ukiwa teketeke teke, hata ubwaba wa shingo haujakutoka. Sasa Ridhaa anatazamana na majivu ambayo bila shaka ni miili ya wanawe wawili, mkewe, mkaza mwanawe na mjukuu wake Beki. Anawaona wote mbele ya macho yake yaliyojaa mavumi anamsikia mjukuu wake Beki akimwita babu. Anakumbuka mjadala mkali aliyokuwa nao na binti Tila kuhusu mafanikio ya baada ya uhuru, mjadala ambao hakuna mmoja katika aila yake aliyethubutu kuuchangia, kwani kwenye masuala ya sheria na siasa hakuna aliyempiku Tila. Baba, umewahi kumwona mtoto wa miaka hamsini ambaye hajasota. Sikwambii kusimama dede Tila alimuuliza babake siku moja katikati mwa jadba. Naona umeanza kuitia akili yangu kwenye mtihani. Unanichanganya hasa. Kwanza sijui wapi kapata mtoto wa miaka hamsini. Pili kusota na kusimama dede huhusishwa na vitoto vikendi. Si ni baba ya miaka mingapi vile? Lakini baba, wewe sio uliyeniambia kuwa mashamba ya theluji nyeusi yalikuwa milki ya wakoloni? Na sasa yanamilikiwa na nani? Si mwana wa yule mlowezi maarufu ambaye wewe hunitajia kila mara? Maekari kwa maekari ya mashamba katika eneo la kisiwa bora yanamilikiwa na nani? Si yule Myunani ambaye amewageuza wenyeji kuwa maskota katika vitovu vya usuli wao. Basi niambie baba, unatumia mantiki gani kusema kuwa sisi si watoto wa miaka hamsini? Je, miaka hamsini ya uhuru imetukuza kiuchumi au tumebaki kuwa wategemezi wa hao hao ambao walitupa uhuru? Hatuna tunalolimiliki, wageni ndio wanaoamua wakuze nini katika ardhi yetu. Tunabaki kuwategemea, si kwa lishe tu, bali pia kwa ajira, na kazi zenyewe si kazi ni vibarua vya kijungu jiko tu. Imekuwa tunaubadili ule msemo mtegemea nundu haachi kunona. Sisi ndio tunautumiwa kuikoleza hiyo nundu mafuta, na si hayo tu baba. Hata kidogo tunachokikuza chaenda kumfaidi huyo huyo, huyo aliyetupa uhuru. Sijui kwa nini hatujaweza kujisagia kahawa au chai yetu. Itakuwaje mbegu ziwe zetu, tuchanike kulikuza zao lenyewe kisha tumpelekea mwingine kwenye viwanda vyake alisage na kutuuzia hiyo hiyo kahawa na chai kwa bei ya kutakatisha tamaa. Ni kweli binti yangu, kwa kutumia falsafa hii una haki ya kusema sisi tu watoto wa miaka hamsini. Ridhaa sasa analiambia lima la jivu ambalo anaamini ndilo mabaki ya mwili wa bintiye na binadamu yeyote angelikubaliana naye. Fikiria wewe, mtu aje kutoka huko anyakue ardhi, alime, afuge, kisha miaka hamsini baada ya kifo chake bado anakuuzia maziwa yaliyoganda kutoka huko ahera aliko. Hili usilione kama mzaha. Mara ngapi umesimama kwenye shopping mall yake ukiwa safarini, ati unapumua kutokana na uchovu wa safari kumbe waenda kumwongezea ngwawira yake. Ni kweli asemavyo Tina Ridhaa, anayerudia maneno haya akilini. Mustakabali wa ukuaji wetu kiuchumi uligonga mwamba wakati sheria ya mkoloni ilipompa mzungu kibali cha kumiliki mashamba katika sehemu zilizotoa mazao mengi unge, ukengeushi wa ardhi ukatiliwa mhuri. Umilikaji wa ardhi wa wa Waafrika katika sehemu hizi ukapigwa marufuku. Si mashamba ya chai si ya kahawa, yote yakapata wenyeji wageni. Dau la Mwafrika likagonga jabali. Waafrika akiwemo baba mzee Msubili walilazimika kuwa ama vibarua katika mashamba yaliyokuwa yao au maskota ambao maisha yao yalitegemea utashi wa mzungu. Waafrika waliobahatika kuwa na makao yao binafsi walipata sehemu ambazo hazingeweza kutoa mazao yenyewe, na bila shaka hali yao iliweza kutubirika kuya kuvyazwa kwa tabaka la wakulima wadogo wadogo maskini wasio na ardhi. Nadhani unaweza kukisia hali iliyokuwa kwa familia nyingi za Kiafrika kama vile mzee Msubili alivyokuwa akisema. Jamii yetu iligeuka kuwa hazina kuu ya wafanyakazi ambamo wazungu wangeamua kuchukua vibarua kupalilia mazao yao. Vijulanga vilinyakuliwa kwa lazima kutoka kwenye susu zao, hata vifua havijapanuka avi, vinapelekwa katika maeneo mbalimbali nchini kufanya kazi. Hadi saa sa hii sasa, hali hii haijabadilika. Nakubaliana na Tila, Ridhaa alijiambia. Ama, hii ndiyo ile wanayoita historical injustice? Riza alimuuliza Tila mawazoni. Lakini itakuwaje historical injustice, nawe Ridhaa hapo ulipo, sicho kitovu chako? Ridhaa aliendelea kujisaili na kukaribia kujisuta. Ridhaa hakuwa mskazi asilia wa Msitu wa Heri, alikuwa mfuata mvua kama walivyoitwa walowezi na wenyeji kindakindaki. Hakupachagua mahali hapa, majaliwa yalitaka, na majaliwa yana nguvu. Baba yake, yasemekana, alikuwa na wake kumi na wawili. Unajua zama hizo hali ilivyokuwa, mzee mwenye wake na wana wengi alihesabiwa kuwa mkwasi kweli kweli. Basi wake hawa hawakuchelewa kutimiza amri ya maumbile wakapania kuujaza ulimwengu. Ardhi ya mzee Mwimo Msubili ikawa haitoshi kuyalelea madume yake ishirini. Iligawanywa hadi ikawa vikataa, ikalimwa na kupaliliwa mpaka ikachoka. Hatimaye mzee Mwimo Msubili alijiona amekabiliwa na kibarua kigumu cha kuvilisha vinywa hivi kutokana na zao dogo alilolipata. Wana wa mzee Mwimo Msubili walianza kubanana katika vipande vidogo vya ardhi. Na bila shaka, unajua, kawaida moja ya maumbile ni kwamba chochote kinachobinywa na kukandamizwa hujaribu kufurukuta ili kupata nafasi ya kupumua. Hata kipungu anapoona mwanawe wamelimatia sana kutoka kiotani kwenda kujitegemea, yeye hukifanya kiota kukosa faraja ya kawaida kwa kukijaza miba. Nao vifaranga wake huona kuwa wakati wao wa kupambana na dunia imefika, bila kuambiwa, kujua kuwa wamefukuzwa. Ndivyo ilivyokuwa katika familia ya Mzee Mwimo Msubili. Wingi wa vinywa vya kulishwa ulizua uhasama, migogoro na uhitaji mkubwa. Mzee Mwimo akaona ku moto, akaamua kuwahamisha wake wawili wa mwisho Msitu wa Heri au Ugaishu, kama walivyouita watu wa huko. Siku hizo ilikuwa rahisi kuwa mtu kuwa na mashamba kokote katika eneo lililomilikiwa na kabila lake, kwani umiliki wa mashamba ulitegemea bidii ya mtu. Ridhaa aliangukiwa na bahati, kwani mama yake ndiye aliyekuwa mke wa mwisho. Ridhaa alikuwa na umri wa miaka kumi walipohamia humu, hakuwa ameanza shule. Sasa anapiga darubini na kuona maisha yake. Mwezi mmoja baada ya kuwasili msitu wa Heri, hamkuwa na wakazi wengi, kwa hivyo alikosa ushirika wa ndugu zake. Ilimchukua muda kuzoeana na watoto wa majirani ambao waliwaona wali, wali, wali Ridhaa na ndugu zake kama waliokuja kuvuruga utulivu wao hata anapowazia hayo Ridhaa anafahamu fika kuwa hali hii ilizuliwa na wakoloni na kuwaridhisha Waafrika. Anakumbuka maneno ya baba yake Mwimo Msubiri: kabla ya miaka ya hamsini, umiliki wa kibinafsi wa ardhi haukusisitizwa katika jamii yetu. Ilipotokea kwamba kulikuwa na upungufu wa ardhi katika eneo fulani, watu wangehama na kuishi na watu wa ukoo mwingine. Lilikuwa jambo la kawaida kuwapata watu wakiishi na kulima katika mashamba ya majirani, marafiki na jamaa. Baada ya kuyalima mashamba haya kwa muda, yaliishia kuwa yao. Hawakuhitajika kuyanunua kama mnavyofanya sasa. Hii ndiyo sababu uliyoiona familia ya Mzee Shamu ikiishi miongoni mwetu mle ukungu, na hali inatoka kwenye jamii ya Kiambirani. Hatua ya mkoloni ya kupuuza sera za Mwafrika za umiliki wa ardhi na kuamua kujumuisha pamoja ardhi iliyomilikiwa na mtu binafsi na ukidhinisha umiliki huu kwa hatimiliki ilivuruga mshikamano wa kijamii. Katika sera ya kijadi ya umiliki na matumizi ya ardhi, raia wote, hata wageni, walikaribishwa na kugawiwa mashamba hivyo kupata mbinu za kuyaendesha maisha. Sera mpya ya umilikaji nafsi, nafsi wa ardhi ilimaanisha kwamba wale waliokosa pesa za kununulia mashamba wangekosa mahali pa kuishi, na hata wale waliobahatika kuwa na pesa za kununulia mashamba daima walichukuliwa kama wageni wasiopaswa kuaminiwa. Wa Ridhaa alikuwa mmoja kati ya waathiriwa wa hali hii. Anakumbuka jinsi siku za awali shuleni alivyotengwa na wenzake. Anakumbuka hasa walivyomtenga katika mchezo wa kuvuta, mchezo wa kusukuma vifuniko vya chupa za soda kwa ncha za vidole vyao. Anakumbuka mwanafunzi mmoja ambaye kwa kawaida alipenda kuwachokoza wenzake. Wewe ni mfuata mvua, mwanafunzi yule akamwambia, hatutaki kucheza nawe. Umekuja hapa kutushinda katika mitihani yote, wewe ndiye unaituibia kalamu zetu. Ridhaa hakungoja mwenzake amalize dukuduku lake, alichukua mkoba wake na kufululiza moja kwa moja hadi nyumbani na kujitupa chini mchangani. Siku hizo hakukuwa na haya makochi ya kujimwaya wanakojitupa watoto wanaolilia pipi. Alilia kwa kite na shaki. Alimwambia mama yake kuwa hangerudi shuleni tena, kwamba hangewapa wenzake cheko la kumchekea. Mama Ridha alisikiliza malalamishi ya mwanawe akamwambia, mwanangu, ni vyema kujifunza kuishi na wenzako bila kujali tofauti za ukoo na nasaba. Elimu inapaswa kuwa chombo cha kueneza amani na upendo, wala sio fujo na chuki. Mwenzako labda ana hofu kwa vile anaona uhuru wake umwingiliwa. Pengine hata ni mzaha tu. Kesho nitakurudisha shuleni, nitazungumza na mwalimu ili awaelekeze zaidi. Huo ndio uliokuwa mwanzo wa maisha ya heri kwa Ridhaa. Baada ya mwalimu kuzungumza na wanafunzi na kuwasisitiza umuhimu wa kuishi pamoja kwa mashikamano, dhihaka na masimango yaliisha. Ridhaa alipea kwenye anga ya elimu, akabisha milango ya vyuo, akafikia kilele cha ufanisi alipohitimu kama daktari. Utendakazi wa Ridhaa ulimletea mbivu, akawa mkurugenzi wa mashirika mbalimbali yanayohusiana na huduma za kiafya. Baadaye aliamua kuuasi ukapera, akapata mke Teri alijaliwa wana ambao wote sasa isipokuwa Mwangeka wamegeuka majini, lakini ni kipi kilichosababisha hali hii? Rida anajiuliza kwa moyo wenye uzito wa nanga. Mzee Kedi ndiye aliyenisaidia kupata shamba hili, mwanawe mhandisi Kombo ndiye aliyosimamia ujenzi wa jumba hili, mkewe na mke wangu wamekuwa kama ndugu, watoka Nichope. Mimi mwenyewe nimeadhamini masomo ya wapwazi wawili. Sehemu hii hasa shamba hili kaniuzia dadake Kedi likiwa jangwa. Mimi binafsi nimefanya juu chini kuhakikisha kijiji kizima kimepata maji ya mabomba. Eneo ambalo awali likiitwa Kalahari sasa limetwaa rangi ya chanikiwiti mibambo mibambakofi mivule na miti mingine mingi imepandwa, mvua inanyesha majira baada ya mingine. Je, huu si mchango tosha wa mtu kuitwa ndugu, hata angawa mgeni? Kweli jaza la hisani ni madhila? Vipi watu awa, hawa hawa walioniita ndugu na mzee, tukala na kunywa pamoja, tukazungumza na kukupwa na kuja, wananilipulia aila na kuya sambaratisha maisha yangu. Ridhaa hakujua majibu ya maswali haya. Alilojua ni kwamba haya siyo aliyotumainia baada ya miongo mitano ya maisha katika maskani haya. Alitamani kupiga ukemi kumwamsha mkewe, lakini akili ilimkumbusha kuwa huyo hayupo tena katika ulimwengu huu. Sasa ameanza kuelewa kwa nini wiki iliyopita Vikaratasi vilienezwa kila mahali vikiwatahadharisha kuwa mnagharika baada ya kutawazwa kwa msumbi mpya. Anaelewa kwa nini jirani yake alikata guu kwake mara moja. Anaelewa kwa nini mke wa jirani amekuwa akilalamikia kuuzwa kwa mashamba ya wenyeji kwa wageni. Kumbe yeye, Ridhaa, tangu hapo alikuwa mgeni, si mwenyeji. Kumbe baada ya kuwaponya wenyeji ametupwa kama ganda la mua. Ridhaa hakujua alikuwa amesimama pale kwa muda gani. Miguu yake sasa ilianza kulalamika polepole, pole. Parafujo za mwili wake zililegea, akaketi juu ya majivu la juu ya miili ya wapenzi wake. Baada ya muda wa mvutano wa hisia na mawazo, usingizi ulimwiba katika fikira zake ambazo tangu hapo zilikuwa macho. Alikumbuka taarifa ya habari kupitia kwenye runinga, taarifa ambayo japo ilitangazwa miaka minne iliyopita, ilikuwa kana kwamba anaisikiliza sasa. Matrekta ya baraza la jiji yamefanya kazi ya waheshimiwa alasiri ya leo. Kwa mujibu wa habari zilizotufikia leo, matrekta hayo yalizibomoa nyumba ishirini katika mtaa wa kifahari wa tonokeni tono Ilidaiwa kwamba majumba haya yalikuwa yamejengwa mahali ambapo pametengwa kwa ujenzi wa barabara. Mengine yalikuwa yamejengwa chini ya vigingi vya nyaya za stima. Wizara ya Ardhi na Makao ikishirikiana na Wizara ya Uchukuzi na Mawasiliano kupitia kwa halmashauri ya kitaifa ya barabara ilikuwa imewapa notisi mabwenyenye wanaoyamiliki majumba haya. Hata hivyo wengi wa mabwenyenye hao walipuuza notisi hii. Wengine walionekana wakitoa midungula hadharani, wengine wakatishia kuishtaki wizara husika kwa kile walichokiita ukiukaji wa haki za umiliki mali. Hali ikawa kimya hadi leo ambapo amri ya wiz, ya waziri tendakazi ilitimizwa. Eneo hili sasa ni vifusi vitupu. Tulipozihoji baadhi ya familia zilizoachwa bila makao, zilisema kuwa wenye nyumba hizi hawajaahidiwa fidia yoyote. siku hiyo ambayo matrekta yakitekeleza amri ya bwana mkubwa, Ridhaa alitazama picha za majumba yake matatu kwenye runinga. Anayatazama hata sasa katika ruya yake. Majumba haya sasa yamegeuka dongo. Anayatazama pia mengine mawili ambayo akili yake haitaki kukumbuka. Anasonya usingizini na kutoa kidoko ambacho karibu kimwamsha. Hili la sasa si pigo lingine ambalo ni kali zaidi. Je, upi mustakabali wake wa mwanawe Mwangeka na Subira dada yake Ridhaa ambaye aliishi maili kumi kutoka hapa?